Kanisa limetoa wito kwa wizara ya masuala ya vijana, uchumi bunifu na michezo kuunga mkono wa ushirikishi wa vijana katika mipango ya kanisa. Wakati wa uzinduzi wa kwaya katika kanisa la Good News Afrika jijini Nairobi, uongozi wa kanisa hilo ulikariri haja ya serikali ya kuwapa vijana uwezo. Kanisa ni wajibu wetu kwa sababu we are the mira. Sisi ndio mira kwa community, tukaweze kuwachukua ao ambao wanachukuliwa wa sasa kama misfits, tuwapeleke e, mashule. Kama serikali inaweza ingilia, ikuze hizi talanda za hao watoto wadogo, na sana sana iingie kwa hizi vikundi. Kuna watoto wengi sana hapo wako na talent, wengine wako na hata talent ya dancing, so wakuwe exposed wengi wao wana kazi, wengi wao wanasoma, lakini kama tutashikwa mkono, tuweze kujenga hapa na tuanze na mpango wa kuanzisha shule, mambo mingi ya society yenye tainua wale wasosu, wasasi tuko na wawu, and members of this church wapate kusomeshea watoto hapa.